nitaenda nikutajie vigezo baadhi vinavyoweza kumfanya askari wa polisi apande cheo sh video hii, lakini usisahau kusubscribe. Namba moja ni elimu na mafunzo ya ziada. Kuwa na elimu ya ziada au kushiriki katika mafunzo maalum kunaweza kuongeza nafasi ya kupandishwa cheo. Namba mbili ni utendaji bora wa kazi. Askari atakayeonyesha ufanisi katika majukumu yake ya kila siku anaweza kupandishwa cheo. Namba tatu ni nidhamu na maadili, mfano kutohusishwa na ukiukaji wa sheria za jeshi. Namba nne ni mahitaji ya jeshi. Kupandishwa cheo pia kunategemeana na nafasi zilizopo na mahitaji ya jeshi kwa wakati huo.